Yesu Kristo alipomaliza kazi yake duniani kawaambia wanafunzi wake, nimeenda mbinguni kuandalia paka umema, nitarudi kuwachukua ili niwepo mimi nanyi pia muwepo Kristo alipomaliza kazi yake duniani kawambia wanafunzi wake, nimeenda mbinguni kuwaandalia makao mema, nitarudi kuwachukua, ili niwepo mimi nanyi pia muwepo, ili niwepo mimi Washindi watafurahi wakipaa juu mbinguni, ndani ya gari la moto watasafiri salama, wataingia Yerusalemu wakitembea, ni washindi wakipeperusha matawi ya mitende juu mbinguni Washindi watafurahi wakipaju mbinguni, ndani ya gari la moto watasafiri salama, wataingia Yerusalemi wakitembea, ni washindi wakipeperusha matawi yametendeju mbinguni Uwaupanyegani Bwana takaporejea ya, mara ya pili duniani. Jiojileo ewe mwenzangu, Bwana takaporejea achukute tu tayari, twende naye mbinguni, achukute tu tayari Jiulize leo utakuwa upande gani? bwanataka porejea ya, mara ya pili duniani jiojeleo ewe mwenzangu bwanataka porejea atukute tu tayari, twende naye mbinguni atukute tu tayari. washini watafarahi wakipa juu mbinguni, ndani ya gari la moto watasafiri salama wataingia Yerusalemi, wakitembea ni washindi, wakipeperusha matawi ya mitende juu mbinguni, washene watafarahi ndani ya gari la moto watasafiri salama wataingia Yerusalemu wakitembea ni washindi wakipepeusha matawi ya mitende jumbinguni washindi watafurahi wakipa ju mbinguni nia gari la moto watasafiri salama wataingia Yerusalemi wakitembea ni washindi wakipeperusha matawi matawi ya mitendeju mbinguni washeni watafarahi

imaliza safari na wimbo wa pili uko na mada kuu ya kwamba kila mmoja aweze kufanya uchaguzi you make your choice. ningependa tutulie ndio tuendelee na sherehe hii tunaomba tafadhali tulia mungu wetu wa heshima kuu tuna wingi wa shukurani umetuhifadhi kufikia kiwango hiki si kwa bahati lakini kwa sababu ya upendo wako wa ajabu na rehema zako na neema zako, ndipo umetupa nafasi hii ili kila mmoja aweze kujioti na kujiweka tayari kwa wakosi. Tunakualika wewe kiongozi katika sherehe hii, kutoka mwanzo mpaka mwisho, upewe heko na sifa. Tumeomba yote kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Amo nene, tara atibana. Aikerania eira yaye e una avande wakagete una otevanire ondi nigamereretie wekavonsi waikereire we ogwonchoka iyo, nimefanya paraphrase. Bwana hatakawia te wengi wetu wanadhani eti amekawia kuretesha kurejesha ufalme wake anaendelea kuvumilia ili kila mmoja aweze kufikia toba. Ah, samani, kwa ufupi ningependa kusema hivi: mimi nilibatizwa mwaka wa 1985 wakati huo nilikuwa naambiwa Yesu atarudi hivi karibuni na labda wewe wakati ulipatishwa katika kanisa, kanisa lolote lile, ama dhehebu lolote lile, maupili huwa yalikuwa nakucha hata sasa yanakucha kwamba Yesu yu karibu kurudi. Kipinadamu sisi tunadhani ya kwamba urudi kwa Yesu kunakuwa vile tunadhani sisi. We wish that the coming of the Lord will be at our convenience. Ningependa kuwakumbusha hivi Bwana anaposema ya kwamba nitakuja hivi karibuni, hivi karibuni yake haijulikani na binadamu. Waraka huu nimeusema, mada yake kuu ni kwamba Mungu ametupa nafasi kila mmoja aweze kujihoji na kujiweka tayari kwa wokovu.

ya ya Mungu, amatarciy matakwa ya Mungu <tipos> ekeve nokogenda mamenja yokuaniku monene omonene laotevanga kola maya evivembilivievi viahelile tuatevanili omonene ukisoma kitabu kitavo cha Wagalatia tano fungu la kumi na tisa iko na mambo machache ambayo yamenakiliwa ya pale miongoni ya mengi ya yale ambayo tunaita dhambi evive evive mbilivye. Wagalatia tano fungu la kumi na tisa inasema, vile nimesema hapo awali, ya kwamba yakwamba uh, unapoenda kinyume na matarajio ya Mungu, hiyo ndio dhambi. Sasa dhambi ni nini? miongoni mwa yale ambayo tunachua ni dhambi kuna matendo ambayo yamenakiliwa katika Biblia yetu, inasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, hiyo ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomfi, wivu, hasira, fitina, faraka, usushi husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo; katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya chisi hiyo hawata urevi ufalme wa Mungu. Haya mambo ambayo nimeyasoma na labda mengine ambayo unaweza kuyachua, yale ambayo si mazuri, ndio hayo, imepatiwa nafasi kuchiochi na kuyaacha. Tunapoyaacha, Bwana Yesu atarejea, na hata hivyo, ikiwa atikachukua muda wetu vizuri, mlango wa rehema utafungwa. God will close the probation time. Hivyo Mungu anaposema anakuja hivi karibuni, na ametupa nafasi kujioji na kujiweka tayari, tusiposikia na kufanya haraka atafunga mlango wa rehema. Ama labda agosiye. Lakini hataa siku kwa hilo hivi baka. Sasa, wale ambao watarithi ufalme wa mbinguni vile kwaya imeimba. Mbinguni ndio tunatarajiwa kuingia hivi karibuni, baada ya shida hizi ambazo zinatukumba Eso, shida, ni ni ni hizi dhambi zinakisumbua oyo urasa ihuro yule ambaye ataridi ufalme wa mbinguni ninapomaliza yule ambaye anatenda matendo mazuri ambaye anaitwa tendo la Roho. Ninataka kumalizia, ukisoma wate tano fungu la ishirini na mbili inasema hivi, lakini tunda la Roho ulindo kwama kuomwikaa tunda laroo mojawapo ni upendo. Watu wanapoishi ishi na upendo, ilo ni tunda nzuri la Roho Mtakatifu: furaha, amani, uvumilifu, utu wema, fadili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Huyo pasta anataka kuatia moyo ya kwamba ukweli hivi karibuni tunaenda mbinguni, lakini hakuna kuingia mbinguni ikiwa hautakuwa na matendo mazuri. Kupitia kwa sherehe hii ya Emmanuel wewe na mimi tumehudhuria hapa. Mungu anataka utoke hapa na lesoni katika maisha yako. Che, ipo chako ingekuwa leo ungefanya namna gani? you are given an extended profession, umeongezwa ume rehema ili uweze kujiweka tayari. Wale ambao umetoka mbali na karibu, tumeingia katika sherehe ya Emmanuel, tunapoendelea na mipango yote, na tutakapomaliza utoke hapa, ningependa utoke hapa ukiwa na lezoni moja ya kwamba Mungu amekupa nafasi hii uweze kujihoji wewe, uliwerenge umanyenga ikwa wasire osavelsamavile. Mungu atubariki tunapotafakari na tuchoe ya kwamba tumeongezwa nafasi kujihoji maisha. Tunaomba Baba, katika jina la Yesu, asante kwa rehema zako kwetu sisi ndipo umetuongeza nafasi hii kila mmoja, ili tuweze kujihoti na kuweka tayari kwa wokovu kupitia kwa sherehe hii ya Emmanuel. Ninaomba kila mmoja aweze kuchipiga hesabu, ajue ajue ni wapi ameenda kando na matarajio yako, aungame dhambi zake na ajiweke tayari. Tunaomba uwe nasi tunapoanza sherehe hii kutoka mwanzo mpaka mwisho Upewe heko na sifa, tumeomba yote kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen.